Kila mtu ana mtazamo wake, kila mtu ana fikra zake. Eh, wanaosema michuano ya kombe la shirikisho ni, ni mirahisi kuliko ligi kuu ya NBC, wana mtazamo wao, wana fikra zao, wana hoja zao na pengine wana fakti zao ambazo mimi sipo kwenye nafasi ya kujibu, eh, ya kujibu ya kujibu eh, chochote katika hayo mawazo yao ambayo wao wameyawakilisha eh, na kusema kwamba eh, michuano ya kombe la shirikisho Afrika ni mirahisi eh, na michuano ya ligi kuu ya NBC ni ngumu. Sisi Simba Sports Club tunaheshimu michuano yote ambayo tunashiriki, kwa maana ya kombe la shirikisho pamoja na ligi kuu ya NBC, na kila michuano tuna ivalu kwa thamani yake, na kila michuano tunaichukulia kwa userious wa kiwango chake. Tumemaliza michuano ya kombe la shirikisho Afrika, tumeingia fainali na sasa tunarejea katika ligi kuu ya NBC. The same power ambayo tuliitumia kwenye michuano ya, ya, ya Afrika ndiyo hiyo hiyo tunakuja kuitumia kwenye michuano ya ligi kuu ya NBC. Timu ya mpira wa miguu jambo lake la kwanza ni kushinda kila mashindano ambayo yanashiriki. Kwa hiyo tumeshinda kwenye, kwenye kombe la shirikisho na sasa tunataka kushinda kwenye ligi kuu ya NBC. Hatuko hapa kwa ajili ya kuanza kurenk, ipi ni bora, ipi ni nzuri. As long as ni michuano rasmi inayosimamiwa na mamlaka rasmi, sisi tunashiriki yote kwa kiwango kile kile cha kufanana. Wanao rank Michuano A hey, ni bora kuliko michuano B. Tunawaachia hiyo nafasi sisi. Kazi yetu ni kushiriki na kushinda kila ambacho tunashiriki tuna, tuna, tuna, tuna muhimu tu. Nyinyi sasa mkatofautisha kwamba kuna watu wanazungumza kwa wivu na kuna watu wanazungumza kwa chuki, na mtu akizungumza kwa wivu, una play goma la J Combat, unamwachia hapo, unaendelea na maisha yako wala huna muda wa kubishana na mtu e, anazungumzia special treatment e, kwa nini special treatment hii eh? E, mgeni rasmi hakuna e, lakini bado milango iko wazi, kama nitapokea maelekezo yote kutoka kwa viongozi wangu wa juu basi tutamtangaza lakini mainly, kesho ni siku ya kuwapa kuwa heshima mashabiki we, wachezaji wetu kwa sisi mashabiki kuwapigia makofi yani, hata kama una mikono unatakiwa usimame, mechi ikianza utafute namna ya, ku, ya kuwapongeza wachezaji na mara baada ya salamu, mara baada ya ile nani ile nini ile ya kupiga picha ile inaitaje, ya kupiga picha ile E, kupiga picha ile za kumbukumbu. Kikosi kishakaguliwa, wanapiga picha. Wakishapiga picha wachezaji huwa wana, wanakaa hivi, wanaanza kuwapigia makofi wachezaji. Kwa sisi tukisimama wakati timu inaingia, hatutakaa mpaka wachezaji wamalize kupiga picha, wakae katikati ya duara watupigie makofi ya pamoja, na sisi ndio tutakaa kwenye viti vyetu, hiyo ni kwa aliye uwanjani, kwa aliye nyumbani, kwa aliye kwenye basi, aliye baa, aliye usingizini, yoyote yule anatakiwa huo muda ukifika, hata kama angalii mechi lakini anajua okay, sasa hivi ni saa tisa hii na dakika, sasa hivi timu inaingia. Hapo hapo alipo akaya apige makofi. Dereva, simamisha gari, tupigie makofi, tumefanya kazi kubwa sana. Ah, ameuliza hapa kwamba tunawakilisha taifa. Je, hakuna haja? Hatuoni haja ya mashujaa kutupigia makofi ni, ni, ni mashujaa kutupigia makofi? Ni mashindano mawili tofauti na wasimamizi wake ni tofauti. Kwa hiyo sidhani kama inaweza inaweza ikakubaliwa, eh. Kwa hiyo nadhani hata kuomba, hatuna haja ya kuomba, sababu ingekuwa ni tumepata mafanikio kwenye ligi kuu ya NBC, maanake kanuni ingeweza ingeweza kuwalazimisha, lakini wanaruhusiwa wakitaka kutupigia makofi e, kwa maono yao, maana Simba Sports hawa wametutoa kimasomaso Tanzania, acha tuwapigia makofi, tutawapokea kama yatakuwa hmm, ni makofi ya kweli, sio ya kinafiki. Ameuliza hapa bana, ahadi ni nyingi wamepewa mashujaa. Hatutaki uh, kuingilia Uh, system yao ya kiuendeshaji hatutaki kuingilia. Wenyewe wanaweza kuahidiana chochote wanachotaka kuahidiana, wanaweza kupeana chochote wanachotaka kupeana, wanaweza kugawiana chochote wanachoweza kugawiana. Sisi tunachosema tu ni kwamba chochote watakachopeana mashujaa kisiwatie uchizi wakaja uwanjani kucheza mpira wa hovyo kwa sababu wame paniki, wanataka kutimiza malengo yao wakatuumizia wachezaji wetu. Hilo ndo jambo la msingi sana. Wenye waje wacheze mpira watu waenjoi. I mean of course mashujaa nawafahamu sana, ni katika timu ambazo e, zinamiliki wachezaji wengi wazuri na bora. Kama wataamua kucheza mpira watu wataenjoy sana, hasa eneo la katikati lile la kina Yusuf Dunia watu watafurahia pakubwa mno, mpira mkubwa sana. Kwa hiyo wakija tukacheza mpira, itakuwa ni vizuri, na timu bora iliyojiandaa vizuri itapata matokeo, na wao kama wameandikiwa kushinda watashinda, na zawadi walio waliowekewa watakwenda kuchukua, lakini wasijilazimishe sasa wakaamua kucheza kwa fujo wakaamua kucheza kwa vurugu, wakaamua kuparamia tu, ili mradi watimize malengo ya kupewa bonus walioahidiwa. Kusema kweli, tunawaomba sana, tukacheze kistaarabu, na niwakumbushe wachezaji wachezaji, ee, mlinzi wa kwanza wa mchezaji ni mchezaji mwenzie. Ukimchezea uki mchezaji mwenzio vibaya kwa lengo la kumuumiza Uh, unakuwa unaharibu kazi yake na unaharibu maisha yake, na ujifikirie ukiumizwa wewe kwa kiwango hicho ukakaa nyumbani kwa... tena, tena, tena bora Simba, unaweza ukamuumiza mchezaji wetu tukaendelea kumlipa mpaka mkataba wake ukimalizika, kwa wewe Mashujaa, ambayo hali zenu tunazijua tiatiatia eh, tia, tia, maji, pangu pakavu ukiumizwa ukakaa nje miezi miwili mitatu, sidhani kama klabu yako inaweza ikakulea kipindi chote hicho. Kwa hiyo wachezaji wenyewe wapendane, wachezaji wenyewe walindane, wacheze mpira kulingana na ubora wao, na mimi nawaamini katika ubora wao. Twende tukashindane, timu bora itapata matokeo. Shilingi ngapi? Shilingi ngapi? Amepewa milioni mia? <laughs> Uh, <laughs> sijui imetoka wapi, lakini wao hawana uwezo wa kuahidiana wakulek hii hela. Hilo jambo nina uhakika nalo kabisa, ni jeshi e. Kama ni jeshi sa <laughs> sichonganishe na jeshi, kama ni jeshi wanaweza kutoka <laughs> e bana, mpango mkakati wa kushinda hapa sasa kwenye mechi kama hizi za back to back, kwanza lazima tu, tu, tuwekane sawa ratiba kama hii ya back to back. E, cheza ni kucheze e, sio mara ya kwanza Simba kupangiwa na sio mara ya kwanza kutokea katika ligi yetu, huwa inatokea mara kadhaa, hasa unapo unapokuwa kwenye majukumu ya kimataifa ama unapo exceed, eh, yale malengo ambayo eh, watu wa, wa hawakufikiria kama kama ungeweza kufika na nakumbuka tumeshawahi kuwa na, na ratiba kama hii wakati fulani, lakini tuliweza kufanikiwa kushinda mechi zote tulicheza, na Stendi eh, Shinyanga, tukanyanyuka tukaenda kucheza na, bu, na, Taboda, na, na, na Kagera Bukoba, tukanyanyuka tukacheza na Gwambina Mwanza, tukanyanyuka tukaenda kucheza na Biashara Mara, tukanyanyuka na kote huko tulishinda. Zilikuwa ni mechi nne ndani ya muda mfupi kweli kweli, lakini kote huko tulifanikiwa tuli, tuli, sasa kwenye ratiba kama hiyo ndipo ambapo unalazimika kuonesha ubora wa kikosi chako. Na hapa Simba hatuna presha hata kidogo, kwa sababu kikosi cha kuweza kucheza mechi hizo nne ndani ya muda mfupi tunazo. Katika mechi kama hizi ndipo utaona ubora wa mwalimu kwenye kufanya rotation. Katika mechi kama hizi ndipo utaona ubora wa wachezaji kuwa na endurance kubwa ya kuweza kucheza mechi leo akapumzika kesho na kesho kutwa akaamkia tena uwanjani na bado akawa na kiwango kile kile, lakini kumbukeni, Simba tumesajili wachezaji wengi vijana ambao bado wana hamu ya kucheza wana nguvu ya kucheza na wana morali ya kucheza. Sisi hatujasajili wastaafu wa Afrika Mashariki, sisi tumesajili wachezaji ambao wana nguvu ya kucheza, kwa hiyo wana uwezo wa kumudu kucheza kwenye mazingira magumu kama haya. Kwa hiyo wala msio na wasiwasi, ratiba hii sisi tutaishi nayo vizuri tu, wala hakuna mashaka ya aina yoyote.